Tumechagua uwanja wa Jamhuri Dodoma, uh, uwanja ambao tutautumia katika michezo yetu dhidi ya, dhidi ya mashujaa ya kule mkoani Kigoma, lakini katika kuchagua uwanja huo Uh, bado tunaendelea sasa uh, kufanya ukarabati kwa sababu uh, maelekezo ya ushapoa ni kitu gani ambacho tunahitaji kwenda kufanya kwa maana ya, ku, ya kuangalia au kurekebisha pichi kutokana ma, na mapungufu ambayo yapo. Kwa hiyo tangia tumepata barua ya kufungiwa kwa uwanja uh, wetu wa uh, Ali Hassan Mwinyi uh, tumeanza sasa kuweka mikakati yetu ya kuona ni kwa namna gani ambavyo tunaweza tukahakikisha kwamba uh, tunafanya jitihada za haraka ambazo zitawezesha uh, sisi sasa kama klabu kumaliza mchakato huo wa kufanya maboresho ya uwanja, na hivyo sasa uh, kuiita kamati ambayo inakagua leseni ya viwanja ili kuja kujiridhisha na uwanja wetu tena kwa mara nyingine, na hivyo kuweza kuruhusiwa tuweze kuendelea katika mechi michezo yetu ya nyumbani. Unajua uh, wana Tabora, um, watu ambao wanapenda sana mpira. Sasa uh, sisi kama management tupo tayari kupambana kuhakikisha kwamba basi hatuwezi uh, yani mechi ambazo zipo mbele, mechi zote zile za nyumbani, basi tunahitaji tujitahidi kwa haraka zaidi ili basi michezo yote iweze kuchezwa katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi ili Watanzania wote waweze kupata burudani ya pira, mapato, pira kodi, pira risiti, na ni kitu ambacho kusema ukweli tunaweza, uh, kwa haraka zaidi na mikakati ambayo tumeweka ni mikubwa, na uwanja wetu tunaamini sana utakuja kurudi katika ramani ya kuanza a, kutumika kwenye michezo ya